Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu ninaitwa Isaka Oden natokea kani, katika kanisa la Free Pentecostal Church of Tanzania Makandana. Ah, kiujumla napenda kuwashukuru watu wote ambao wameshirikiana nasi kutokea kwenye kupitia redio yetu ya Rungwe FM Radio, na siku ya leo ninayo ripoti fupi kutokana na kile tulichoweza kujifunza katikati uh, ya wiki yetu nzuri la huduma ya sifa na muziki kitaifa. Huduma uh, hii imekuwa ni njema sana na yenye baraka kwenye maisha yetu. Uh, tumemwona Mungu akitufundisha tulipoianza ile siku ya Jumatatu na mpaka kuhitimisha siku yetu ya ya leo ya Jumapili, tumemwona Mungu akitusaidia sana kwa sababu tulikuwa tuna ujumbe ambao na tumetembea nao wiki nzima ambayo ilikuwa inahusiana na sifa za mwimbaji eh, ambaye anapaswa kumsifu Mungu. Somo hili limekuwa ni somo pendwa, somo zuri sana ah, ili kuendelea kusimama katikati ya huduma hii aliyotupa Mungu, maana huduma ya mwimbaji ni Mungu. Ah, kutokana na huduma hii nitazungumza machache ambayo yalikuwa yako ndani hayo tuliweza kujifunza. Jambo la kwanza, kwa mwimbaji, unapaswa kuwa na mahusiano bora na Mungu. Unapokuwa na mahusiano bora na Mungu, huduma yako inakuwa ni nzuri, kwa sababu katika welimwengu wa roho Mungu anaendelea kuboresha na kukufundisha zaidi ya uwezo wa kawaida, lakini pia huduma yako moja kwa moja inakuwa inamilikiwa na Mungu. Unapoendelea katika hali kama hiyo, basi utukufu wa Mungu unakuwa pamoja na wewe siku zote za huduma na unapokuwa hapa duniani. Lakini jambo la pili, Mungu ameweka kipaji ndani ya mtu. Kipaji hiki mtu anazaliwa nacho. Anapokuwa amezaliwa nacho, muhimu sana akitumie vile inavyotakiwa, kwa sababu Mungu anakuwa ameweka ili kiwe ni msaada kwa watu wengine, na watu hao wapate kumwona Mungu kupitia kipaji hicho. Na kipaji hicho hakiwezi kulingana na mtu yeyote, kwa sababu Mungu ndiye ambaye anakuwa ameweka ndani ya mtu na kipaji hicho hakuna awezaye kuiga. <laughs> Nataka nikwambia kwamba ni utukufu wa Mungu tu awezaye kukupa zawadi hii. Hebu ishikilie, na Mungu yupo pamoja na wewe katikati yako. Wewe mwimbaji, endelea kuimba katika hali kama hiyo, kwa sababu Mungu amekupa wa ili watu na mataifa wapate kuokolewa kupitia wewe. Lakini tulikuwa tuna hoja ya tatu ya msingi sana kwamba mwimbaji anapaswa ajazwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Nguvu za Roho Mtakatifu ndizo zinazoweza kuifanya huduma hii iendelee kuwa bora. Huduma hii iendelee kusimama, huduma hii iendelee na mvuto kwa watu wengine wanaosikia habari hii. Hivyo napenda kuwakumbusha waimbaji, tusiimbe tu ili mradi usimbe tu kwamba mistari na kuja fursa hizi zinajipanda vizuri kwenye kichwa chako, bali unapaswa uimbe katika utukufu wa Mungu, ukimwona Roho Mtakatifu akiwa pamoja na wewe. Naamini unanielewa pale pale ulipo. Usifanye maigizo, kwa sababu uimbaji, Mungu ametupa hii, ni huduma ambayo inahethabika mbele zake. Lakini jambo langu la mwisho, napenda niwakumbushe kwamba katikati ya huduma yoyote unayotaka kutembea nayo lazima uwe na maombi huduma hii inahitaji sana maombi ili kuepuka roho za adui ambazo zinakamata vijana wengi hasa katikati ya nyakati za leo maana watu wengi wameibuka wanaimba lakini wanavyoimba uimbaji wao wanatumia nguvu za kawaida wanatumia nguvu za kujifunza katika dunia leo eh, nikukumbushe kwamba yuko Mungu awezaye kukusaidia katikati ya huduma yako na huduma yako kufanya vizuri kwa ajili ya utukufu wake tunafanya huduma hii kwa ajili ya utukufu wa Mungu wala kwa ajili ya utukufu wa mwanadamu. Hivyo na kushirikisha, endelea kushiriki nasi kutoka katika radio yetu ya Rungu FM radio tu, pamoja na wewe. Mungu awabariki sana.